Kwenye hadithi ya ndugu yetu Rehema aliyekuwa anajiuza Manzese TikTok. Kila alfajiri, jua lilipochomoza juu ya paa za sengenge za Manzese, Manzese, Dar es Salaam, nuru yake ilikuwa ikipambana na vivuli vizito vilivyotawala mitaa mista chini. Alikuwa akishuhudia yote kwa Rehema, binti mrembo Ajira ilikuwa mwanzo wa mapambano mapya, sio mapambano ya kutafuta kazi au kuendeleza elimu, bali mapambano ya kuishi kwa kutumia mwili wake kama bidhaa. Rehma alikuwa ameacha kijijini kwao Bukoba miaka michache iliyopita akifuata ndoto za maisha bora jijini, lakini Dar es Salaam kuwa kubwa na kasi yake ilimlemea. Ajira ilikuwa ngumu kupatikana na matumaini yake yalianza kufifia. Rafiki zake wapya Manzese walimwonyesha njia rahisi, njia ya haraka ya kupata fedha, biashara ya miili. Mwanzoni dhamira yake ilipinga vikali, lakini akavaa nguo ufupi na kusimama katika pembe za barabara zilizokuwa zikifahamika kwa biashara hiyo Manzese. Usiku ilikuwa na sura nyingine, magari yakipita kwa kasi, muziki ukipiga kwa sauti kubwa kutoka baa za jirani na vicheko vya wanawake wenzake vikichanganyika na sauti za wanaume waliokuwa wakisaka huduma. Kila mteja alikuwa sura mpya, hadithi mpya, muda mfupi na kumbukumbu mpya ya uchungu uliofichwa nyuma ya tabasamu bandia. Ndani ya Rehema kulikuwa na vita. Sehemu moja yake ilichukia kazi hiyo, ikitamani maisha ya heshima, familia na amani. Sehemu nyingine kusukumwa na uhitaji ilimwambia aendelee, kwani ndio ilikuwa njia pekee ya kulipa kodi, kununua chakula na kutuma kiasi kidogo nyumbani kwa mama yake aliyekuwa akiamini binti yake alikuwa akifanya kazi baada ya muda mrefu alilia kwa uchungu, sio kwa ajili ya hali yake ya kiuchumi, bali kwa ajili ya heshima yake iliyopotea. Alihisi kulemewa na uzito wa dhambi na kukata tamaa. Asubuhi iliyofuata, Rehema alifanya uamuzi mgumu, aliamua kuacha. Ilikuwa ngumu, alijua kulikuwa na hofu ya njaa, hofu ya kutokuwa na pakwenda, lakini hofu ya kupoteza nafsi yake ilikuwa kubwa zaidi. Alizungumza na wanawake wenzake wachache aliowaamini, akawaeleza uamuzi wake. baadhi wali lakini alikuwa amedhamiria. Rehema alianza kutafuta kazi ndogondogo ndogo. alijitolea kufanya kazi za nyumbani, kufua nguo na hata kuuza vitu vidogodogo barabarani. Mapato yalikuwa kidogo sana, lakini kila shilingi aliyopata kwa jasho lake ilikuwa na thamani isiyopimika. Polepole alianza kujenga upya maisha yake, hatua kwa hatua. Alipata marafiki wapya waliompa msaada na faraja. Kadiri siku zilivyokwenda, rehema alijikuta